Kwa social skill ni, ni skili ya tatu. Kwa hiyo hii ni kujua kuzungumza na watu. Trust me, hakuna mtu ambaye anakuwa tayari kufanya kazi na mtu asiyemjua au kumwamini, kwa sababu mtu anapotaka afanye kazi na mtu anawekeza pesa, kwa hiyo hakuna mtu ambaye huw anajaribu kwenye hilo eneo, kwa anataka aweke pesa kwa mtu ambaye anajua atadeliver, sawa so, kwa hiyo ukiwa una connection ya watu sahihi wanaokuamini ni rahisi sana kuweza kutengeneza connection nzuri na ukafanya kazi na. Hapa tunazungumzia kama freelancer, tunazungumzia uko mbele, jinsi ya kuscale, lakini kui kutaka kuelewa kwamba design nitakuwa na wateja wako kadhaa ambao wanajirijarjia wakupa kazi, maisha yaendelee, kwa sababu kwenye design huwezi kufanya kazi na kila mtu, na huwezi kufanya kazi nyingi ukiwa mwenyewe. Hilo lazima nielewe, otherwise tutaanza tu kufanya kazi na kuharibu lakini kama unalenga kweli, unataka ku grow mwaka huu, kama unahitaji elfu ishirini mwakani iwe hamsini baada ya hapo iwe laki, lazima utafute ukaza, kaza kaza watu kadhaa kufanya nao kazi ambao wanakuwa na kazi za kujirudia. Nao ni wateja wazuri, kwa sababu kufanya kazi na mtu kwa muda mrefu, umetengeneza mahusiano, ni rahisi kumfanyia kazi nzuri akakulipa vizuri, na baadaye nimekuwa kama na, na, na, na connection nzuri Yeah, sinakupa yes. CV nzuri kwa sababu ukifanya kazi na na muda mrefu inamaanisha nakujengea nini, kuweza kufahamika zaidi na kujenga uaminifu, kwa sababu na mtu uko nzuri. Kwa hiyo kwenye, kwenye design kwenye skill, hivyo ndio vitu vya kujifunza. Hatua ya pili huwa ni kujenga portfolio. Portfolio ndio kitu ambacho kitatengeneza au kumpa imani mteja aweze kukupa kazi nyingine, au unaweza kutengeneza ka PDF fulani kana kuonyesha wewe ni nani, unaelezea background yako kidogo, umesoma wapi, ka CV kidogo, then chini unaweka kazi zako. So pia vipi unaweza kutumia na vitu vingine kama kwa ile pale, acha mwalimu cha CV unaambia, ni eh, mambo si rahisi siku hizi, mambo ni rahisi sana. Kwa hiyo ukifanya hivyo sasa, inakuwa rahisi hata kupitch product, kwa sababu na mimi na uwezo wa kufanya moja zaidi cha ndio unajipeka kufanya baada ya kupitch hiyo portfolio unaanza tu na watu wa karibu wanaokuzunguka, watu nao wajua. Sawa eh. Kama ulisha kwenda shule, kuna watu wengi unawajua saizi wako sehemu fulani, saizi watu wanafungua biashara, unakuta kuna jamaa unasoma naye anafungua NGO anataka logo. Those guys are complicated bwana, tunizee logo nzuri, anakuamini anakupa pesa unafanya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kazi, utakuwa ukuhudhuria darasa <laughs> Mm. Haya. Baada ya hapo, yes, kujenga portfolio tunaendelea. Yes, kujenga portfolio na maisha hapo, ni hizo kazi sasa ndio maana kwenye hiyo kozi ya Photoshop kuna ile challenge ya siku 60. Ili inaweza kukusaidia kujenga portfolio, kwasabu, kwa sababu unaanza ku design kwa kuiga hizo za kwetu. Unaanza kutafuta design ya mwenye uliopenda na iiga. Baadae unatafuta design mbili tatu una combine unatoa kitu, kitu cha tofauti cha kwako. Baadae una design kitu chako mwenyewe. Baadae unafanya kazi ya mteja. Tayari unakuwa na uwezo wa kutoa kazi fulani kwa sababu ukidesign posta 50 huwezi kukosa posta 5 mpaka 15 nzuri ambazo ukimtumia mtu atasema tufanye kazi. Sawa? Eh? So hicho ni kitu cha msingi cha ku, cha kuzingatia. Kwa sasa ukifika kwenye hatua ya tatu ambayo ni kutafuta kazi, sasa hapa ndo sasa unaanza kuwa tafuta wale watu wa karibu. Unaweka status kila siku usichoke. Wewe weka status. Eh, posti kazi zako, watu waone unachofanya. Sasa hivi unaweza kurekodi hata kama video. Waambie nini unafanya. Trust, ni unaweza ka kuona kama kuna kitu kama kina impact. Ya wana mtu mmoja lo like ya lo kusema chochote. Lakini itafika mahali kuna mtu atakuja kukwambia, Kitu fulani kili nisaidia. Au kitu fulani ulicho share siku fulani. Au unakuta siku hey, mtu anakupigia simu. Hei, bwana naomba unisaidie logo. Usiju kwa jiwa huyu mtu amekuja tu from nowhere. Anakufuatilia, anaona unachofanya. Mpaka ameamua siku hiyo tu maybe wakati wafanya kazi ndo umi. Kwa sababu wakati mwingine anaona unachofanya. Hana shida ya hicho kitu. So, unapoacha kuposti hata akiwa na shida atamfikiria mtu sasa ukiwa unaendelea kuposti hata huyu hata... ah, hapa ndo atakupigia anakuchek. Kwenye kutafuta kazi au kupata kazi za graphics huwa kuna njia mbili. Mwindaji yeye ili aweze kupata kitoweo inabidi atoke aende akawinde, then akipata ndo arudi ndani atumie. Kwa hata wewe badala ya kusubiri mteja aje badala ya kulalamika kwamba Mungu, wateja siku hizi hawapo. Unafuata mkumbo, wakati kuna wengine wana kazi mpaka wanakosa. Kwa kupeleka toka nje, naenda katafute watu ambao wanahitaji hiyo huduma. Kwa hiyo, watu wengi sana wanahitaji service kama unayofanya wewe, na wakati mwingine hawajui hata kama wanataka. Kwa hiyo, wewe unatakiwa uende kwa washawishi. Design vipeperushi vyako, tengeneza business card then toka ndani kwako, nenda kazunguzi kwa watu, kaambia bana, mimi na uwezo wa kuofa hiki na hiki. So select niche gani au ni industry gani ambayo nataka kudili nayo. Eh, ni afya saa hizi, hospitali nyingi wanahitaji kutumia mitandao ili waweze ku, ku land client. Ni real estate, kuna makampuni mengi ya real estate hawana hata posters nzuri za kuposti ili watu wanunue viwanja vyao wa. Na kila siku wanatafuta wateja kwao, nenda mwambie, mimi naweza nika offer services na recommend. Kwa mfano kwa mfano kama ni posters na nini, kubaliana na watu offer services kwa kwa package, yani kwa mfano hivi unaanza hivi, hakuna hasara yoyote huko. Ukifanya poster moja kwa 10 au 15 then mtu anataka ku post post 20 kwa mwezi, na kubaliana mifane kwa wiki au kwa mwezi, na shauri zaidi iwe kwa wiki au wiki mbili, kwa sababu ndo mnaanza, mtu hujamjua, sije ukafanya kazi mwezi mzima baadaye akakukimbia kwao naambia bwana, wiki ya kwanza nipe kabisa hela na nianze ku design, nipe za wiki nyingine, hivyo hivyo. Baadaye kama mmezoeana, mmeelewana, unaweza kaendelea kufanya kazi zaidi. Taasisi za dini, sasa hivi wako hivi, wanahitaji hizo content waweze kuwa wanapeleka kwao. Naambia bwana, ni mchungaji wa kujitegemea, ni minisi, ni makanisa ambayo wanaweza kuwa rahisi. Ila usiende hizo kwenye taasisi kubwa, utapoteza muda. Sijuwe kwenda taasisi KKTC, Roman, ah, huko mifumo yao huko kutoboi. Yeah, kwa hiyo nenda kwenye hizo taasisi ambazo ni za binafsi zaidi. Kwa hiyo huko ni rahisi kupata content kwa sababu wao wanategemea content. Imagine kama Pastor Tony ana probably kwa timu alionayo pale ana watu zaidi ya e ishirini tu kwenye, kwenye production ambao wanahakikisha content zinatendea. Kwa hiyo is not a joke, lazima uwekeze ili uende viral so hiyo ni, ni hunting. Kwa hiyo ni kutoka wewe mwenyewe kutafuta namba za watu, kwa hata unaweza kawa DM watu, kawapigia simu, kaambia bwana, mimi nataka naweza kufanya hichi kitu kama uko interested, let's do. Na kwa mfano communication ndio kila kitu. Unapotafuta kitu, kuwa straightforward, usiji kamwambia mtu bwana, mimi najua kufanya graphics, nataka nikufanyie. Anakupa kazi na kufanyia, afu baadaye akulipi, naanza kusema sijalipwa. No, wewe mwambie bwana, mimi nimejifunza design, sasa hivi ninachotafuta ni experience zaidi, lakini naweza nikafanya kitu kinachoongeza thamani kwa kwa kawaida huwa na chaji elfu kumi kwa posta moja, lakini kwa sababu wewe wa hujawahi kufanya na kazi, kazi na mimi na ujui kama nita offer kitu chenye ubora kiasi gani, mimi naweza nikafanya kazi for free, then kama itaongeza thamani utanilipa kulingana na kile ambacho nafanyaje huwa na charge. Then mteja ataelewa kwamba huyu mtu anafanya kazi lakini ana expect baadaye aje alipe, kama hatuweza au atakuwa tayari atakwambia bwana, haba tusubiri kwanza, lakini kama ni mtu anataka kweli hicho kitu atakupa kazi atakwambia, fanya then akiona kina thamani atakulipa, sawa. So, msikae ndani guys, mitandao kweli ipo. Tutakuja kuzungumzia njia ya pili ambayo ni farming, ambayo yenyewe farming, kama mnavyojua, mkulima huwa aoteshi siku moja na shamba likawa na mazao. Kulima ni process. Kwa hapa sasa tuta ndio hii tulikuwa tunazungumzia digital marketing, sasa ndio tunaenda in yo, detail ni ni yes Hunting ni kuwinda, unatoka unaenda kuwinda, kwa sababu huwezi kusema wanyama wako wawinda wawepe nyumbani kwenye zizi, unawafata porini eh, kwa unawarithi watu moja kwa moja, umeelewa? Lakini farming ni kitu ambacho kina grow taratibu, unaandaa shamba, unapanda, unalima, unapanda, unaanza kuhudumia mazao, unapalilia, unafanya nini? Kwa hiyo ni, ni process ndefu ambayo inachukua maybe miezi kadhaa, wakati mwingine ni mwaka. Kwa sasa hii ndio digital marketing Huku ndo tunakuja kwenye digital. Kwa hiyo kwenye digital marketing usitegemee matokeo ya haraka hata kama una, una invest leo kwa msini yako elfu ishirini usiwe na expectation ya haraka <laughs> <Sawa>, eh? <laughs> na? <laughs> yes, it's possible. unaweza ukafanya. yes. na kuna baadhi ya vitu kwa mfano kwa mfano kuna kitu kimoja ambacho unaweza kufanya ambacho mimi nishaye kufanya japo ni kwenye niche tofauti. Unaweza kufanya, unaweza kulipia matangazo zenu ukawa collect watu kwenye group, ukamwambia bwana mimi nafanya design za aina moja mbili tatu, so huwa na charge moja mbili tatu, lakini kwa yule ambaye atakuwa tayari. Na hiyo sio nzuri sana kwa group kwa sababu kwa group ikiwa unafundisha una ndio inakuwa nzuri. Hii unaweza kumliki mtu mmoja mmoja ukarun tangazo then ukatengeneza form kwa wana, mimi wana design moja mbili tatu, sasa kama utakuwa tayari, ni kudesignia au nikufanyie kazi za poster kwenye page yako, bonyeza hiyo link, atajaza form, atajieleza. Baadaye unaweza ukampigia simu mkaongea, ukamsaidia. Kwa hiyo kwenye kwenye digital marketing na kubia hiyo unaweza kufanya kazi, lakini kabla ya kufanya hayo yote, lazima uwe umesha optimize page yako katika namna ambayo mtu akiona anavutiwa, umefanya branding, username vizuri, user anayemwelekea vizuri vile vyote ambayo tulizungumza last time kwenye vipili vinaonekana vizuri katika namna ambayo mtu akitazama anasema wow. Una share content content ya design ambayo ulishafanya recent unaziweka huu. Kama kuna testimony ya mteja mteja yote ambaye alishafanya ayikupa kazi ayikupa kazi akaifanya. Na hizi unaweza kwa kwa watu wanaokuzunguka unamfanyia mtu kazi unamtumia unamwambia, bwana niandikie review. Nimependa ni si kazi ikwenda ikarudi. Unapost kwa watu wana wanaonyesha thamani. Then wakati unaendelea along the process hiyo. Hiyo wakati inaendelea sasa, ndo na uwezo wa kufanyaje kwanza, sasa kufikiria kulipia matangazo ili watu waweze kukupa kukupa kazi sawa, waweze kukupa kukupa kazi haya. Kwa hiyo hilo ni swala la nini la hatua za kuweza kufanyaje au njia za kuweza kufanyaje kujitangaza kama design au content creator.